Nimezuiliwa kusafiri kwenda kwenye msiba wa eh, baba Raila Amolo Odinga kwenye mazishi, na eh, nilipata taarifa hizi tangu jana kwamba kuna mpango wa kunizuia, immigration ya Tanzania kunajipanga kunizuia, na tangu jana nilipokuwa nasafiri, eh, nilipofika Mwanza nimeona eh, kulikuwa na ukaguzi ambao sio wa kawaida hata nilipofika Magu leo asubuhi, gari yangu imekaguliwa yote, na yule aliyekuwa ananikagua akatoa signal kuambia wenzake kwamba huyu mtu amepita. Na baadaye nilianza kufatwa na gari nyuma, Land Cruiser ambayo ni dark blue, ambayo tumeachana Makutano, yenyewe ikaelekea njia ya Msoma, mi nikaje hivi. Nilipofika kwenye boda ya Tanzania wakati naingia wamenikagua tena na wakatoa signal, na baadaye nikafatwa na afisa mmoja anaitwa Sonda. Hapa wakati nakuja kugonga passport, amechukua passport yangu wamenizuia. Kwa hiyo hapa mnaniona niko kwenye one stop border Hispania, wamezuia mimi kusafiri bila sababu, kwa sababu hoja yake ni kwamba anasema mimi nina kesi Tanzania, kwa hiyo usiruhusiwi kusafiri. Nimemwambia mimi nimetunga sheria, nimekuwa mbunge ni sheria gani inayosema mtu akiwa na kesi haruhusiwi kusafiri? Kwa sababu mimi natakiwa kwenda tu siku ya kesi mahakamani, nikimisi siku ya kesi ndio kuna shida. Nikamuuliza kama na namba ya kesi, hana. Nikamuuliza kama na barua yoyote kutoka mahakamani ya kunizuia, hana. Nikamzuia, nikamuuliza nani aliyemwambia, hana. Amechukua pasipoti yangu ameondoka nayo, na wamesema siruhusiwi kusafiri. Kwa mimi niko hapa nasubiri wanipe maelekezo mengine na eh, tujue ni kwa nini wananizuia mimi kwenda kwenye mazishi. Na haya ni mambo mabaya kabisa, kwa sababu hivi ni vitendo vilivyofanywa na wakoro kuzuia mtu kwenda kufanya kwenye mazishi. Mazishi ni ibada. Amekufa kiongozi mkubwa sana wa, wa kimageuzi ambaye sisi wengine ni kiongozi wetu, tuna mwenzi, tuna, tuna mheshimu, ndio maana tumesafiri all the way. Lakini pili, mimi sio mtu ambaye naweza kukimbia, nisiwezi kukimbia nchi yangu, nimesema tena na tena kwamba sitakimbia hata siku moja kwenye nchi yangu, kwa sababu hakuna kosa nalofanya. Kufanya siasa za upinzani sio kosa, kupinga serikali sio kosa, kumpinga rais Samia kwa hoja siyo kosa. Kwa mimi, siwezi kukimbia. Nahitaji waniruhusu niende kwenye mazishi Bondo, na kesho ntarudi. Kama wananihitaji, basi wanichukue, vinginevyo mimi siondoke.